hata hizo tuachane. Huyu bwana bwanawake amefanya kitu cha muhimu, i think tu, ni time poa ya kurudiana, tuendelee tu si na maisha, unaonaje? Mimi hata kusimama hapa na kuongea na wewe hmm, ni bahati mbaya kwa sababu nime bahati mbaya, yani ha hakuna cha bahati mbaya hapa, Mungu kasema turudiane kwanza. Sasa hivi uko na gari mama, hey. Hapa, yani pole, break. Yeah. Yani, hapa mama, pole tafadhali, ndo hapa hakuna cha tafadhali, sishuki. Tuendelee tukajienjoy. Hebu shuka please. Nasema sishuki. Mbona ni mkorofi eh? Yeah, mkorofi wapi? Yani, hapa full kujienjoy, acha mmewaka, huwa na sponsor, si tuendelee bisi, tumerudiana, twende, kanyaga mafuta ndoo. Are you sure utatoka hapa? Ah, sitoki. Sure, ah, tumetoka mbali mimi na wewe. Yes, so leo nimechange nini? Ah, kuna gari leo, baby, twende. Okay, mm, shuka. Sishuki. Je, shuka? Si shuki. E inje, si shuki. Shuki. Hebu toka nje please. Nasema si shuki. Are you sure? Yes. Yes, sawa. So, babe. Una sema? Ne huyu ni mewangu. <coughs> na, na, shuka. Babe, ndio ile mse nilikwambia. Huyu hey. mm -hmm. Ndio Juma amenimali. Yaani ameniharibia maisha yangu. Unaharibu haiki jamani. Juma amenifanyia vitu kwa vyote. Juma kanioshia maisha yangu. Papo ndio mwanaume alinipatia mimba ya watu. Mimba ilikuja bahati mbaya. Unaharibu. Akaniharibia shule yangu. Na watoto mimi ningepeleka wapi? Basi na watoto mimi naondoka, pole ya ki Juma. Sikutaka kuonana na wewe kwa maisha yangu. Unaharibu. Sinilikwambia ushuke kusikia, ndio Chuma nimekuwa nikikwambia siku zote. Chuma, nilikwambia sikutaka kuonana na Mimi Mimi mimi wewe. Nilikwambia sikutaki